Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jumuiya wa Tanzania, kutokana na uzee wangu uzee wangu mtanisamehe, kwani sirejee majina yote wanaofaa kutajwa lakini wajue kwamba ninawaheshimu na Watanzania na wa wote mabibi na mabwana mliopo hivi leo Dodoma, na hasa nyie mliofika katika nafasi hii. Nimepewa heshima kubwa ya kusema kitu baada ya mkuu wa nchi kusema, si jambo la kawaida. Sikuwa ma na ma na neno maalumu la kukwambieni. Nilikuja mimi hapa kusikiliza yatokosemwa na viongozi, na mimi kishayapata ni yatawanye kwenu, lakini kwa kuwa nimepata nafasi hii, kwanza ninam shukuru sana mkuu wa nchi yetu Rais wetu kunipa nafasi hii na hasa namshukuru kwamba ana hayo aliyoyasema na aliyokuwa akiyasema katika siku za kutafuta nafasi hii, leo anayatimiza, na nyinyi na mimi sote tunayaona kwa macho yetu. Tumsaidie, tumlinde, tumwombee dua, tuwe wepesi wa kuyatekeleza hayo anayotuhubiria, maana hayo yote ni kwa manufaa yetu, si yake yeye. Tumempa kazi kubwa ya kutuongoza watu zaidi ya milioni arobaini na kutuongoza kutoka katika shari, kutupeleka katika dunia ya heri, dunia ya salama, dunia ya maupendo, dunia ya maskilizano. Tuacheni ushetani, tuacheni ubilisi, tushughulike na yale ambayo yanatuhusu sisi wenyewe na watoto wetu na vizazi vyetu viliyopo na vinavyokuja. Amesema tunahitaji amani, tuna sema, tuna tuna tuna, hakuna anayekataa jambo hili. Tunasema tunahitaji utulivu, tunahitaji tujuane, tunahitaji tupendane. Hapana atakayakataa haya. Wanaoyakataa haya na tuone, tusome magazeti, tusikilize E, redio zetu tusikilize, tuone katika maruninga yetu, mambo gani yanayotokea kwa wale ambao hawajali usalama, hawajali amani, hawajali kheri. Na haya hayaji haya, haya kheri na amani na yote haya mazo mazuri hayadi, ila papatikane usawa, papatikane nia njema Papatikane, uone, pakosekane uonevu. Wale ambao wanakosa, wanakosa eh, haki zao wazipate, na haya ndiyo anoyasimamia rais wetu rais wetu anataka nini? Anataka kutuondoshea balaa, kutuondoshea maonevu, kutuondoshea fitina na mimi na, na, niko pamoja naye na sina na, shaka naye. Nyote mko naye kwa jambo hili. Ndugu zangu, tufungue mashikio ma, ma, yetu, tusikilize mabalaa yanowapata wengineo, kwani waswahili wanasema asiyesikia la mkuu huwaje huvunjika aguu maguu yanavunjika huko nje, na maguu hayo yatavunjikana hapa kwetu kama hatukasikiliza hayo anaotuhusia kiongozi wetu. Ndugu zangu, nakutakieni kila la kheri hapa Dodoma. Ndugu zangu, nakupeni pongezi waliyosema rais wetu kuhusu kuhamia serikali yetu mahali ambapo taifa zima tulikubali kuhamia. Tumekawia, lakini kukawia sio kutofika. Tumekawia vya kutosha, na sasa rais wetu mmeasikia, na mimi namuunga mkono, na nyinyi najua mnamuunga mkono, na dunia nzima inamuunga mkono. Tuhamie Dodoma, tufanye yenye maana, sio tukae hapa kusikiliza fitina, kusika vineno, e, fitina fitina, mambo ya ovyo ovyo. Maneno hayeshi, maadam mwanadamu yuko uhai, atasema tu. Akikosa kusema jema, hata japo baya atasema, atasema. Sasa sisi tushughulike na vitendo. Vitendo mnavionaje vya rais wetu mnavionaje? kasema uongo? aliotuahidi kwa tutafanya hayafanyi? Basi nimalize hapa kwa kuombeni kwamba tulioanza tuendelee nayo na sote tumwombee rais wetu tumsaidie, ili hayo tunajitakia nafsi zetu, tunawapenda roholi roho mwetu, kumbe ndio anawapenda yeye kwetu, tuendelee nayo. Asanteni sana. <laughs>